Ae, kwa majina naitwa Ombeni Nanyaro mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya mkoa wa Songwe ninayetokea jimbo la Momba ninawania ubunge jimbo la Momba. E, siku hii ya leo ni siku ambayo ilisubiriwa kwa hamu kwa wana CCM walio wengi wenye dhamira ya dhati ya kutaka kuongoza na kushiriki kwenye ajenda za ujenzi wa Chama cha Mapinduzi na Tanzania kwa ujumla. Tarehe hii ya leo ni siku nzuri kwangu. Namshukuru Mungu nimefika Tunduma salama nikitokea Momba na nimechukua fomu tayari kwa ajili ya kwenda kuijaza ili kuirudisha. Theni turuhusu sasa viongozi wa chama waendelee kufanya upembuzi ili vikao vikitakapokamilika theni kwenye yale majina matatu, wao wataona itakavyofaa. Mimi kama mwanachama, wajibu wangu kwa sasa ni kwenda kuijaza hii fomu na kuirudisha, mengine nawaachia wao, kwa sababu wao nao wana maamuzi. Ila mimi namtanguliza Mungu kwenye hili. Mungu akasimame nao akasimame nasi. Kidumu Chama cha Mapinduzi.